Na mfuatiliaji wetu, vita vya Sudan ambavyo vilianza Aprili 15 mwaka 2023 tayari vimesababisha maafa makubwa. Mapigano makali kati ya jeshi la taifa likiongozwa na Abdul Fatah al Burhan na vikosi vya RSF vikiongozwa na Muhamed Hamdan Daglo yamesababisha vifo vya maelfu ya tatu kufikia sasa na kuwalazimisha mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao. Leo hii katika mjadala wetu tunaangazia mzozo huu na pia kutathmini ni njia gani unaweza kumalizika. Kwa njia ya simu niko naye Kasim Kaira, mchambuzi wa siasa za eneo la maziwa makuu aliyeko Uganda, na Martin Olo ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za Afrika, yeye yuko Nairobi nchini Kenya. Upande wa pili wa studio ni Saumu Njama, ambaye atashiriki pia kutueleza maoni ya wasikilizaji ama pia wafuatiliaji wetu. Sijui kama bwana Kaira na Olo mnanipata? Nakupata vizuri zi. Shukran sana na karibuni sana katika mjadala wetu. Uh, shukran sana Bwana Olo nam labda nianze kwako mwakupata. Kaira Kufikia leo asubuhi mashambulizi ya droni yanayodaiwa kufanywa na RSF yameonekana kulenga uh, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Khartoum. Unafikiri ni kwa nini hasa vita hivi vinaonekana kushindwa kumalizika licha ya juhudi mbalimbali mbali za kimataifa? Nafikiria labda sababu, uh, sababu tatu. Sababu ya kwanza ni kwamba mzozo huu wengi wanaojaribu kuutazama kwa kutoka nje wanauona kama mzozo wa wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, yani Civil War, ambayo kwa hakika sio ukweli, unapoangalia sasa yaliyojiri katika siku hizi za karibuni. Pili ni kwamba mataifa ambayo yanaunga mkono makundi tofauti, hasa hili la RSF, ikiwa ni taifa la UA, ya United Arab Emirates, limeendelea na halijapata kukosolewa na mataifa kutokana na uh, usafirishaji wasilishaji wa silaha ambazo zinatumiwa drone zenyewe kama zilizotumiwa kushambulia uwanja ni drone kutoka UAE. Hilo ni, ni, ni sababu ambayo haina utata wowote, ilhali hakuna taifa ambalo limejitokeza kuweza kupinga msaada um, huu ambao unatolewa na UAE uh, kwa kundi hili la RSF, huku mataifa mengine pia jirani yakiwa yakisaidia majeshi ya serikali. Hiyo inafanya kazi labda kuwa kibarua kigumu kidogo, lakini kuna pia maslahi ya kimataifa, maslahi ambayo unapoangalia mfano kama dhahabu sasa inayotoroshwa na kundi la RSF kutoka nchini Sudan ambayo inauzwa nje kwa bei kubwa kabisa. Uh, inasaidia waasi hawa kuweza kujiwezesha katika njia tofauti za kuweza kuendeleza vita, silaha zinazopokewa uh, jaribio la kujaribu kukata ama kugawa nchi hiyo ya Sudan, kutoa eneo la magharibi mwa Sudan, yaani kuweka taifa jipya baada ya uh, Sudan Kusini Uh, kutolewa ama kutoka kwenye Sudan asili yaani mwaka elfu mbili na kumi na moja unaona kwamba kuna jaribio so sasa la kujaribu kuchukua eneo hilo ile magharibi mwa Sudan ambalo lina uwezo mkubwa kimadini uh, tofauti utajiri wa ndani ya ardhi ambao ni mkubwa na ardhi yenyewe ambayo pia ni pana, wengi wakisema kwamba eneo hilo peke yake ni karibu usawa na taifa la Ufaransa. Sasa kutokana na maslahi haya mm -hmm. maslahi ya mataifa ya kigeni mm -hmm. na kundi lenyewe la RSF kuwa limewezeshwa inafanya vita hivi kuendelea mpaka wakati huu sasa. Bwana Uleo, tumemsikia vizuri bwana Kaira akisema kwamba uh, kuna baadhi ya mataifa ambayo yanasaidia makundi fulani fulani ndani ya Sudan kuweza kuendeleza vita hivi. Kuna taifa pia kama Misri na Libya pia zimeweza kutuhumiwa, lakini unafikiria ni kwa nini, na mataifa haya yanafaidika vipi kwa kuzidi kuikandamiza ama kuona kwamba Sudan inadidimia zaidi katika vita lina nashukuru, na pia nataka nikubaliana na mwenzangu huku nikisema ya kwamba vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Kuna kunguru wengi katika hali hii, na kunguru hawa nia yao na matakwa yao ni wazi kwamba wanajitafutia yao wenyewe kibinafsi na hasa kunufaika na cha pili rasilimali ya nchi hii. Mm -hmm. Tunapoona vita kuna rasilimali, kuna wale ambao wangependa kupata kuweka mkono wao kwa rasilimali hiyo. Sasa tumeambiwa mambo ya dhahabu hapa na mm -hmm, tatu kuna, kuna, kuna, kuna biashara hapa biashara ya wale wanaouza silaha, biashara ya wale wanaofurahia kwamba vita vikiendelea, basi na mifuko yao itaendelea kuwa viz... na uzito, kwa sababu wataendelea kuuza silaha, wataendelea kufanya biashara. Kwa mambo matatu haya, yanachangia pakubwa kutopatikana amani, na kwa sababu kunguru mara nyingi anafurahia vita vya panzi, basi inaonekana hali hii inaenezwa na inachangiwa na inaendeleza ku, wanaendelea kuiwekea mafuta haya moto, mafuta, wanaweka mafuta kwa moto na huku moto huu hauishi. Mzozo huu una mizizi ya muda mrefu bwana uh, Kaira, ambapo tumeshuhudia kuibuka kwa makundi yenye silaha ambayo baadaye yalijipanga na kuwa vyama vya siasa vinavyodai kupigania maslahi ya jamii za makabila ambayo yametengwa, hasa katika eneo la Darfur. Uh, kuna Kordofan Kusini na Blue Nile. Unadhani uh, nchini humo, uh, kuna hatari mzozo huu ukaibua vita vya kikabila? Vita vya kikabila vimekuwepo, maanake utaona kama kundi la RSF lenyewe asili yake ilikuwa ni janjawid, yalikuwa ni makundi madogo madogo kutoka maeneo tofauti ambayo rais aliyeong'olewa madarakani mwaka elfu uh, mbili na kumi na tisa, Rais Jenerali Al Bashir alitumia mwenyewe makundi haya kwa masilahi ya kujaribu kila wakati watu walipokuwa wanajaribu ku, kuuliza ama kuomba haki zao unakuta kwamba serikali ilikuwa badala ya kujibu maswala hayo, badala ya kujaribu kutatua mizozo hiyo, ilichofanya ni kuleta ni waite labda sungusungu, ambayo alianza kuwakusanya kutoka maeneo tofauti. Kundi la janjawidi likaja kuwa na hili janjawidi lenyewe ndio limekuja kukua mpaka kufikia kilele cha kuwa RSF sasa, ambayo inafika hata kuteka maeneo ya serikali kwa mida sasa. Unaona kwamba ndiyo kulikuwa kuna shida za ukabila, lakini shida kubwa ni njia ya kugawana rasilimali ya taifa utajiri wa nchi ulikuwa haujaweza kugawanywa vizuri na hapo ni kabla hata ya Sudani yenyewe ya kusini kutoka mwaka elfu mbili na kumi na moja. Sasa baada ya Sudan kusini kutoka na kuchukua kiwango kikubwa kabisa cha mafuta hali yenyewe ilianza sasa kujionyesha dhahiri, kwa sababu hata nyakati ambapo serikali ya Omar al Bashir ingeweza kuleta pesa kidogo na kujaribu kuleta maendeleo hapa na pale ilikuwa haiwezekani sasa kwa sababu ya upungufu wa mafuta. Uh, pesa ambazo zilikuwa zinatoka kwenye mafuta, na kwa hivyo kuweka vitu hivi dhahiri kabisa kuonyesha kwamba kulikuwa kuna mgawanyiko mkubwa. Unakuta utajiri mkubwa maeneo kama Khartum, alafu unafika maeneo kama Alfashir ama Nyala, unaona umaskini wa watu katika kiwango kabisa ambacho ni cha juu sana. So huo mgawanyiko na hiyo shida ya makabila ndiyo mm -hmm. ipo, lakini nafikiria hilo isingekuwa shida kubwa kama watu wa Sudani wenyewe wangeweza kukaa na kuweka mtazamo wa taifa wanalolitaka kama walivyokuwa wamefanya na kuahidi kwamba tarehe ishirini na tatu Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tatu serikali ya muungano ambayo ilikuwa inaenda kukutanisha makundi haya tofauti ya watu na kuonyesha kwamba ingekuwa na sura ya kitaifa kama ingeweza kukubaliwa kuendelea. Hilo halikufanyika, mm -hmm. na tunajikuta katika hali hii ambayo tumo ndani yake sasa.

gani mataifa ya kigeni linapata katika kuchochea au kupunguza mzozo wa Sudan ni maswali ambayo baadhi ya wafuatiliaji wetu wamekuwa wakituma wakiuliza katika mitandao ya kijamii. Nadhani hilo la mwisho tayari limeweza kujibiwa na Bwana Ulo, lakini kurudi kwako Bwana Kaira, Jumatatu uh, Oktoba 6 mahakama kimataifa ya uhalifu ICC ilimtia hatiani Ali Muhamed Al Abdi Al Rahman anayejulikana pia kama Al Kushaiba ambaye alikuwa ni mkuu wa wanamgambo wa Sudan wa Janjawid kutokana na vitendo vya uhalifu wa kivita na pia uhalifu dhidi ya binadamu vilivyofanywa wakati wa mashambulizi ya kikatili kude Darfur mnamo mwaka 2023 na 2023 na 2023 na 2024. Sasa unadhani hatua kama hizi za kuwajibisha hawa viongozi zinaweza kusaidia kuwa onyo kwa wale wengine wanaoshiriki katika vita Mahakama ya kimataifa kidogo imepata dosari kutokana na mengine yanayofanyika kwengine, sio Sudani tu lakini yanayofanyika kwengine. Unapoangalia mzozo wa Ukraine na Urusi, unapoangalia hata viongozi kama Waingereza aliyekuwa waziri mkuu Tony Blair na rais wa Marekani George bush, huwa hakuweza kufunguliwa mashtaka ndani ya mahakama hiyo kutokana vilivyo na vilivyotoka Sudani vilivyofanyika Iraq, na kwa hivyo ndani ya mzozo wa Sudani wengi wanaona mahakama hii kama njia moja tu ya kujaribu kulalia ama kukandia mataifa ya, ya, ya, ya, ya Afrika, na kwa hivyo huenda labda isiwe tishio kama, in, in, in, in, kama ingefanyika. Lakini hata hivyo inakuwa ni kutoa tahadhari kidogo, ingawaje hawa ni, ni wadogo. Rais Bashir mfano alikuwa tayari amefunguliwa mashtaka, alikuwa al, al, al, al, ametolewa waraka wa kukamatwa, lakini mpaka hivyo hajaweza kuwasilishwa. Alikamatwa jela Sudan na kuachiliwa, na kwa hivyo kidogo nakuta hawa wanaokamatwa ni wadogo kidogo unapoangalia swala kubwa la eneo hili, na kwa hivyo mm -hmm. Eh, labda kama mashtaka yangeweza kufunguliwa katika makundi kama hili la RSF ambalo kwa kweli ni sungusungu, lakini mataifa ni kama kidogo yanaanza kukubali kwamba nalo ni upande la jeshi wa taifa la Sudan, hiyo haisaidii hata kidogo. Naona muda utazidi kutupa kisogo kwa hivyo, yaliyosalia naomba kwa ufupi tu kuweza kupata majibu yake. Loni, kikugeukia wewe, hivi karibuni msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric alisema kwamba katika wakati ambapo ulimwengu unashughulikia mizozo mingine inaonekana kana kwamba masaibu ya Sudan yamesahaulika. Kwa maoni yako, unadhani mzozo wa Sudan umesahaulika na ulimwengu ama umewekwa pembeni? Mzozo wa Sudani haujasahaulika. Mzozo wa Sudani unakumbukwa na, na yale mataifa ambayo yanaendelea kunufaika na mzozo huo. Kwa hivyo ukidhani wamewasahau kwa sababu hawatafuti amani, ni kwa sababu hamna mtu anaaja na amani pale. Mara nyingi huwa wanasema sisi watu wa bara hili, ukianzisha vita kati yetu na tunaungwa mkono na watu wa nje, tusitarajie mtu wa nje kuja kutusaidia kumaliza vita hivyo. Watachangia pakubwa wataendelea kuchangia hivi kwamba watuendelee kupigana. Hawana haja na sisi kumaliza vita vyetu. Kwa hivyo, si dhani itabidi nchi za kimataifa kutusaidia, kwa sababu hao baadhi yao ndio wanachangia pakubwa, na tukiwategemea, tuki tutaangukia patupu. Uh, bwana Kayura anakubaliana na uleo kwamba juhudi ndizo zinaendelezwa kimataifa, lakini bado hazijafua dafu, tuseme hakuna mwarobaini kwa swala hili la Sudan kidogo naafikiana na, na bwana olo kidogo kuhusu uh, nafasi ya mataifa ya kigeni na, na, na mkono wake ndani ya mzozo huu. Unapoangalia mfano kama Kenya ilipoenda kupokea kundi la RSF, ilipoenda kuweka rasmi kujaribu kuunga serikali hiyo kidogo inaweka dosari katika juhudi. Unapoona Marekani inauzia UAE silaha ambazo zinaletwa tena kuja kuwekwa Sudan na, hapo kuna shida kidogo maanake, na maisha, hakuna shinikizo inazoweza kujitokeza katika nyakati kama hizo. Nafasi ya mataifa mataifa bado iko kubwa kabisa, ingawaji wa Sudani wenyewe nao wanachangia Asante sana bwana Kaira, asante sana bwana Olo, kwa kushiriki katika mjadala wa leo. Tungeendelea, lakini muda ndio huo umetupa kisogo.